Nikikuona kwa biashara yangu hiyo ni bonus imeingia. Yako. Si ndio? Iya sasa. Eh. Kai. You must be joking. Nilifungua. Eh? Eh? Yesu ni kujipima ni pule kuchukua kuchukua ndio ndio pesa pesa. <laughs> tuko na socks mm -hmm. tuko tuko na na na maboxa huku manguo, hata sa watoto siko. Umesema kukusa ni pule, kukusa ni pule, kujipima ni pule, kuchukua ndio pesa. Ulikuja ukapata kama mtoto, unaweza mchukulia hizi, nimeona hata stock lakini unauza sa watoto wengi. Umesema kujipima ni wapi? Unajua hii generation ni ya kujipima, ni huko nyuma. Huko nyuma? Eh. Tukona mm. <laughs> Acha nijipime hizi kwanza. Acha nichukue ikara. Utapata kama mtoto? Bado. Yeah. <laughs> Nilijua maruka akikula tu bonus hivi. <laughs> Kama gani? Kama hii kara hii. Kumbe ilikuwa moto. Hiyo ilikuja hivyo. Eh?

Karibia, karibia customer <laughs> kujipima kila nguo, unajipima pule hata tai, hey. Un, un, ukitaka makoti siko, mapoksa siko, masoksi siko. Kujipima ni pule, kuangalia ni pule, kuchukua ndio pesa. <laughs> <laughs>